Eh, kama machawa ndo wamechukuliwa wamepelekwa kule, kwani usichukuliwe wewe? Kwa hiyo Kisugu, K Mziwanda, Aggy Simba, wale wameondoka kwa sababu wadau wameona kufuta aibu. Na mimi nikwambie, simu yangu bando limekwisha hapa, ningekuonyesha mimi nimetumiwa meseji na hao watu watatu hao. Wa mmoja akisema bana asanteni na wakina Godi Yanga wote wametumiwa, wakina Mwalimu Yanga bana asanteni, tumepata watu wa kutusafirisha. Eh, huyu unayemsikia wanamsema sema Kaisi. Hey. Yule kamsafirisha Kisugu yule Kaisi. Eh, ukisikia Mwalimu Yanga anakuambia kuna chawa wako huku huyo. Hey. Chawa wake Kisugu, chawa wake Kaisi. Hey. Huyu ndo kamsafirisha Kisugu kumpeleka South Africa, Yuki. Timu haiwezi kufuta aibu kwayo, tuambie tu kwamba viongozi wao wanatakiwa kuiga kila wanachokifanya viongozi wa Yanga kwa kuwathamini hawa, hawa ni mashabiki wa kweli. Ni mashabiki ambao wako tayari kusema chochote na wana simba wenzao wakawasikiliza. Umeelewa? Mm. Hey, yeah, na mimi nikwambie, laana za wanasimba walioachwa kwenda South Africa sasa hivi kama zingekuwa zinapimwa kwenye uzani zingekuwa zimeshafika kilogramu 859 elfu na hizi laana zinakwenda kufanya simba waondolewe wakiondolewa kule South Africa wakae wakijua kilichofanya wao waondolewe ni laana ya mashabiki kuachwa. Dege sio lako wewe unawachaje? Mama katoa dege hilo, mafuta ya mama, mama anavyopenda nchi, mama anavyopenda mpira, a ndo anamfelisha hawa mama hapa. Mama anatoa dege lake, wewe unakuja kupanga wewe nenda wewe usiende. Sasa hao ndo wafia timu, kila siku kwenye jua kali unawaweka kule Ah, kuna mmoja mwanetu sana anaitwa anaitwa Kinyago Tabata yeah. Yule akapata ajali mpaka sasa hivi amelala yuko ndani yeah. Watu wako wanagombania madege huku, mwamba yuko ndani pale amelala, hakuna hata msada hakuna harifu wala bei. Pale mwamba katulia na majeraha lakati yule mwanzo mwisho na pikipiki piki yake imechorachorwa masimba simba masimbasimba yeah. Nimemwambia leo asubuhi pole sana, huna watu wa msada Mla imekukata sana mama akatoa dege halafu watu kama wameingang'ania hivi, na ndio maana tunasema sio kila kitu unaweza ukakifanya. Vitu ambavyo Dar es Salaam Africans viongozi wetu wanavyovifanya, sio kwamba na hawa wengine watafanya kaka, kushinda nusu fainali nyumbani na kwa aina ya goli la pili alilofunga Bernard Morrison kwa mazingira ya kumpiga chenga kipa na kuweka kama alivyokosa chazi aua, sio kila mtu anaweza kwenda kumfunga Marumo Galaxy kwenda kushinda South Africa mbele ya wanasauzi wote wakinakunja nzidaba wote humu ndani, sio kila mtu anaweza kaka, lakini wenyewe wanasema daba ni pale wamejikuta wako kama wenyeji, wanakwambia hivi no. Wanasema wanasema daba ni wamejikuta kama wenyeji kaka, tegemea maafa makubwa. Kwa nini nakwambia hivyo? Usichopenda wewe usimfanyie mwenzio, sawa? Kwa hiyo kile walichowafanyia hapa wale mabwana kwa kuirubuni na kuizofisha vyeiyara, sasa kule sauzi ndo kwenye vyeiara wenyewe wameizofisha vyeiara, ina inaruhusu goli, vyeiara yenyewe inakataa sio goli. mm -hmm. Waamuzi wana, wa, wa, wa, wanaanza kulumbana wao wenyewe wanaweka kati okay. sasa ile kuweka kati ndo balaa litakalokuja kuwakuta wao kwamba kule hapa mlipo erubuni VAR ikawawekeni kati hasa kule ndo kwao, na VAR kwenyewe, huyu VAR mtoto aliyekuja hapa Tanzania kule ndo kwao. Ukitaka kujua kama kule ndo kwao, tuulize sisi Yanga bao la Kiazizi Stefano, VAR anakubali, refarii anakataa. Waulize Piramidi tia chuma mbili, VAR anakataa, wao wanaweka VAR inaweka goli, wao wanaweka sio goli. Waulize National pia vyeiara na wakatalia. Kwa hiyo pale ndo kwenye zao la vyeiara mnakwenda. mm. Mnaelewa bwana. Kwa hiyo mimi nitegemee kuona kwamba waende, warudi, warudi salama kwenye ligi yetu huku. mm. Watatukuta wakulungwa sisi, ndo tunaondoka na kombe letu, yaani safari hii. mm. Shika maneno yangu mimi, njoo hapa nikupe hata zawadi hey. Wallahi nakuambia pia hey. Wanaongea sana na lana zilizoko nyuma yao, hawasijui hawa mm. Wakirudi hapa hakuna chochote watakachochukua. CRDB. CRDB wachuku. Unachukua jimbele ya Dar es kaka? <coughs> Yanga tunavitaka vikombe vyote, hawachukui CRDB, hawachukui NBC, hawachukui chochote, shirikisho watatoka patupu. Hawachukui chochote. Sana sana watajipongeza kutoka mwaka robo kwenda nusu. Hiyo ndio watakao jipongeza nayo. Faida. Eh, hey, kwa sababu kama waliwahi kuweka mafanikio yao ni pamoja na WhatsApp nini sijui. Eh, hey, hey, vitu ambavyo unaweza kujiuliza vitu gani hivi? Si sawa na hii hapa, eti unakuja una, unatutambia sisi mzamini, hey. Umepata mzamini wa bilioni ngapi huyo? Kwa mwaka ni bei gani Bana? Hela nyingi sana kwa mwaka, hmm. Wanakuambia kwa mwaka ni bilioni tano, hey. Sindio, hmm. Sasa hiyo bilioni tano nenda kaipigie hesabu, uh -huh. Kuna vitu vingi mule vimeainishwa, kuna gari, hmm. Kama la Madridi, hey. Watalileta kwenye hiyo hiyo bilioni sabini na nane kuna uwanja watajenga kwenye hiyo hiyo, kuna jezi humo humo, kuna milioni mia nne na sabini za wachezaji posho yao sindio, kuna milioni mia moja kwa ajili ya Simbadei hiyo hiyo, inatosha sasa. Ukipiga hesabu kwenye swala la jezi, ina maana sana sana unaweza kawa wanachukua mia hamsini au mia mbili sabini kwenye mia hamsini hivyo, au mia sabini hivi ndo watakuwa wanapata kwenye jezi moja. Nani karasara <laughs> kapige hesabu uone. <laughs> Hey, hey, kwao unaposhangilia sijui na nini ni kitu ambacho hujuifeisali. Nasikia mmeshamalizana naye na msimu ujao, jezi yes, namba sita inarudi kwake mwenyewe. Fei Toto wanayanga, popote ulipo nisikilize, mimi kapteni wa mashabiki nakwambia, aminini nachowaambia, tumekimbiwa tarehe nane. Msimu unaokuja kuanza tutakimbiwa mara mbili, raundi ya kwanza na raundi ya pili. Mi nakwambia kwa vyuma ambavyo engineer analeta, kata kadi yako, lipa ada yako ya kadi, vyuma vinavyokuja utakuja kuniambia. Kizinga alisema utacomment pale, utacomment mimi nakwambia pale juu kuna, kwanza, kuna mwamba mmoja amekuja kwenye ligi yetu, ameanzia kati, sasa hivi anamkimbiza Clement Mzize <laughs> je, angeanzia mwanzo huyu? Sana goli hamsini huyu. Kitu kiko pale mbele hicho, hapo Atatani soa, soa! Yeah. Kiko pale mbele kimetulia mm -hmm. Yaani, Yanga hii mchezaji wote nayomtaka usikompe nayo. Kuna watu wamejifanya wanataka kwenda kwa mtoto wetu yule pale yeah. Wanatiatia vielahela vyao wameshamvalisha falisha. Yeah. Nini wewe bwana wewe, sisi Tanzania hii tunajuana. Ogopa mtu mwenye kukipenda kitu, mko tayari kwenda kupiga magoti kwa mamake Faisal. Nisikilize, ogopa mtu kukipenda kitu yeah. Ni sana wewe mtoto wa kike ni geti kali mm. Amekupenda wewe mm. Yuko tayari kufa kwa sababu amekupenda wewe, hata kama baba yake ni polisi wa namna gani, yuko tayari sasa. Hichi ninachokuambia mimi, sisi Waarabu kutoka huko Misri tunasema, man ahaba shay'in min dhikri, yani ukikipenda kitu kutoka moyoni mm. Hey, yani umekipenda kweli, yani huu ndio upendo wa kweli. Nimeshuhudia mimi mechi ya Yanga na Kagera, Benjamin Mkapa mm. Tunafungwa sisi na Kagera mm. kijana lilia sana. Toto. amelia sana niambie, mm. ni mchezaji gani katika nchi amelia? Kwa sababu ya kufungwa, machozi ni hisia kutoka moyoni, unalia hapa na unalia na moyoni mm. kwa sababu unapenda man ahaba shayin min dhikri, mwenye kukipenda kitu anakipenda kweli mm. siko tayari mimi niende nikacheze kwenye timu ambayo siipendi, sipo. Mifano Mrisho Ngasa hey. He? Ngasa, unasemaje? Tunakuuza mtoto wetu, tuende ukaende alisi wapi Sudani yeah. milioni mia mbili mmeshakunja mnaweka mfukoni simu yeah. mara ya Yanga sasa haipatikani, mara pa namuona huyu hapo kalamba uzi wa kijana <laughs> kwa hiyo kuweni wapole mm -hmm. bwana Yanga popote ulipo mchongo wewe, kata kadi yako ya wanachama ishirini na tisa tu, kata nifuate, hata kwenye instagram yangu Kizinga Jaala bwana, nataka kadi ya wanachama. Mkurugenzi Ibrahim Samuel yupo, mkurugenzi pekee aliyebaki dukani Hakuna timu ishawahi kutangaza nafasi ya ukurugenzi ipo tangu mpaka sasa hivi, miaka miwili imeisha tangu, tangu walivyotoa tangazo la kuhitaji mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, mpaka leo hii dukani hayupo. Chombo kilikuwa kimoja tu, Ibrahim Samuel ndo alikuwa amebaki dukani. Injinia kamkoposhwa, kaondoka naye. Huyu ndo mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Wengine wameshindwa kuwa naye na, na huyu ndo mkurugenzi aliyekuwa amebaki na akili tu wengine kila wakichekecha hivyo wakiangalia akili zao kama Mandala. Wewe ufai. Kizinga, tusimalize yote bana. Bila shukuru. Eh, nashukuru timu yetu ya Dar es Salaam Africans tayari imekwenda visiwani Zanzibar huko yes, kwa ajili ya kutupa karata yetu ya kesho. Anatuambia kwamba tumedhamilia kuchukua kila kilichoko mbele yetu, lakini kombe la muungano msimu uliopita mlilisema sana, mkasema ndio kombe la Simba hilo. Uh, kombe la muungano kwanza lazima ujue kwamba nani bingwa. Mara nyingi lile ni kombe letu sisi, ni mabingwa mara takriban mara tano hivi nafikiri. Eh, umenielewa, e, mara tano hivi. Kwa hiyo lile ni kombe la kwetu sisi, kwa hiyo e, tunakwenda kulitafuta kombe letu tena kwa mara nyingine kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tuwambie tu kwamba, kwa kitu kimoja, kwamba hilo kombe ni la kwetu, tunakwenda kulipambania na wala hata msijali hilo hey. E, e, kombe letu limekuwa <laughs> <laughs> zuri ilo kombe zuri mpaka tunapeleka fulu mkoko hey! Aa, wewe pakome profesa hey! moja kati ya kipenzi cha wanayanga mungu namkubali sana hey! pakome pakome hey! hakuna mtu anayejua mpira Tanzania hii kama pakome zuzwa basi ba, na tosha. pakome zuzwa ana ubongo mguni hey! oh! pakome zuzwa, pakome zuzwa, ukiona umeona pakome pale KMC anakwenda yeye na kipa, kipa anapigwa chenga, kipa anakwenda na drive, anataka kushika mpira ashakataliwa, mtu anaweka. Sasa juzi mtu pale Zanzibar kampiga chenga kipa, weka sasa hiyo. <laughs>